Ipo moja kati ya video ambayo imekuwa ikitrendi sana kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii video hii ambayo iliweza kumuonesha mchungaji akimwambia muumini wake ambaye alikuwa amevalia jezi ya Yanga, akaanza kumwambia kwamba mnamuona yule pale kaka eh, jinsi alivyo hatoweza kuja kufanikiwa na hatopata ajira. Sasa baada ya kusema kauli hiyo, kauli hiyo imeweza kuzua sintofahamu sana kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwa video hiyo mpaka sasa inaendelea kusambaa kwa kasi. Japo video hiyo ni ya muda kidogo, lakini imeanza kutrendi ndani ya mwaka huu. Elfu mbili ishirini na tano. Sasa baada ya hayo yote, msanii wa muziki wa kizazi kipya Alikiba alikuja aka comment katika video hiyo ambayo eh, ilikuwa inamwonesha mchungaji huyu akimchana wa eh, muumini wake kwa kumwambia kwamba hatokuja kufanikiwa. Alimuinua akisema kwamba unamwona yule pale kaka aliyevaa nguo ya Yanga na huyo aliweza kusimama muumini wake, akawa anamwambia kwamba hatokuja kufanikiwa. Yule kaka aliyevaa nguo ya Yanga yule pale. Mkijani yule pale. Yule ni mtu ambaye alichofanyiwa atakuwa maskini mpaka siku anakufa, na uzao wake hautainuliwa, kuanzia elimu mpaka kwenye kipato, na hata kuja kuishi na mwanamke kwenye ndoa akadumu naye mpaka wakazeeka. Namba nne. Hata ajiliwa sehemu akadumu na hiyo sehemu. Sasa kufuatia kile ambacho amekiandika Alikiba ndio kimeanza kuzua sana sitofahamu na purukusha nyingi kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii. Kitu gani ambacho ameandika Alikiba? Endelea kusubscribe Dax Media ili uwe wa kwanza na mwanafamilia wetu wa nguvu ambao tuko napata updates zetu kila wakati. Sasa msanii wa muziki wa kizazi kipya Alikiba aliweza kuandika na kucomment hapo chini video hii ambayo inaweza kupostiwa na jarida moja ambalo linaposti maudhui yake na habari kupitia mtandao wake wa Instagram ambapo inajulikana kama Paza Sauti Media wao waliweza kuposti hapa kipande cha klipu lakini chini akaja ka comment msanii huyu Alikiba ambaye comment yake imeweza kupata likes ama imelaikiwa like na watu 974 ikiwa ni wiki saba tu zimepita. Sasa kile ambacho amekiandika Alikiba alikuwa anasema nini? Alikiba aliweza kuandika comment ambayo alikuwa anasema kama ifuatavyo, ingekuwa msikitini, she anaongea hivyo, tunamchinja hapo hapo. Amkeni ndugu zangu. Hivyo ndivyo aliweza kuandika Alikiba kufuatia peji hiyo ya Paza Sauti sasa baada ya hicho ambacho alikiandika Alikiba kufuatia peji hiyo ya Paza Sauti, kuna baadhi ya watu waliweza kujibu. Sasa karipostiwa na Juma Lokole mapema siku ya leo, lakini comment za wadau wakao wanasema kama ifuatavyo. Mimi nita nukuu comment chache za wadau ambao waliweza kucomment kupitia hicho ambacho kimeanza kupostiwa. Huyu hapa kaweza kusema kwamba toka lini Waislamu tukachinjana msikitini? Huyu naye anazeka vibaya. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika huyu dada, anaitwa call me, wo, wola Haya, mwingine akaweza kusema kwamba na huyo Kiba anavyosema msikitini mnachinja watu. Too wrong, afu don't make a right. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika mmoja, na mwingine akaweza kusema kwamba hujaelewa mchungaji ana, ana maana mtu aliyemfanyia sio yeye aliyevaa t-shirt ya Yanga. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba ni kweli kabisa, na huyu mwingine akaweza kusema kwamba inaonekana wewe ni mtu wa kukurupuka mambo ya watu, sio, haujui kitu ambacho kinaendelea. Umesikiliza mwanzo mpaka mwisho huyo mmoja mtu, unajua ameanzaje kuongea ameshaje? Na kwanza wewe si ni Muislamu, enda zako msikitini kwa shehe umsikilize. Usikurupuke mambo, mambo usiyajua mwanzo wala mwisho. Hivyo ndivyo waweza kuandika huyu mmoja akimtagi official Kiba. Haya, mwingine anaweza kusema kwamba huyo alimwambia mama yangu atakufa, na huyu mwingine anaweza kusema kwamba we Ali ni mpumbavu kweli. Kama ulishindwa kusikilizwa kwa makini ni, kama ulishindwa kusikilizwa kwa makini bora ukae kimya kuliko kuleta uchochezi wa kijinga. Huyo mchungaji kasema huyo mkaka mwenye t-shirt ya Yanga alichofanywa meaning either kaona kwa macho ya kiroho, lakini hajamaanisha kuwa yeye ndio anatoa hizo laana na kumpa huyo jamaa, na hata hivyo tunawashtukia na sisi tunasema hivyo mwingine akaweza kusema kwamba ampiwe Muslim, ila sikubaliani na Ali, si mjui huyo ni mchungaji wa kweli au la, tusiingilie dini za watu. Kumbuka amesema alichofanyiwa kwa maana pengine kaona kiroho kuna giza kwenye maisha ya huyo kaka. Tusijisau tunaohangaika tuna, tuna, tuna nao kutatua man, minuksi, tunawaita eh, maustazi wao wa Kristo hawajawai kutukosoa. Kila mtu aamini anachoamini, hata mimi Latifa bin Saidi ila nasimama na Gwajima wasani wetu bana <laughs> hivyo ndivyo aliweza kuandika hivyo. Haya, mwingine anaweza kusema kwamba, -din dini yenu inaruhusu kuchinja, wengine Ukristo unatufundisha upendo, huruma kwa wengine na msamaha. Sasa hii clip, hebu isikilize kwa urefu na mapana, alafu uielewe vizuri. Hii hapa ni Blue House Dax Media, mimi ni Todd Alexander Scott Rizzi. Ona ile kaka aliyevaa nguo ya Yanga ile pale, kijani ile pale, yule ni mtu ambaye alichofanyiwa atakuwa maskini mpaka siku anakufa na uzao wake hautainuliwa kuanzia elimu mpaka kwenye kipato na hata kuja kuishi na mwanamke kwenye ndoa akadumu naye mpaka wakazeeka. Namba nne, hata ajiliwa sehemu akadumu na hiyo sehemu. Mnamwona ule kaka aliyevaa nguo ya Yanga yule pale, wa kijani yule pale? Mnamwona ule kaka aliyevaa nguo ya Yanga ule pale kijani pale, yule ni mtu ambaye alichofanyiwa, atakuwa maskini mpaka siku anakufa, na uzao wake hautainuliwa, kuanzia elimu mpaka kwenye kipato, na hata kuja kuishi na mwanamke kwenye ndoa akadumu naye mpaka wakazeeka. Namba nne, hata ajiriwa sehemu akadumu na hiyo sehemu. Mnamwona ile kaka aliyevaa nguo ya Yanga ile pale